Kwa hiyo leo tunajifunza utoaji wa sadaka kama Roho Mtakatifu alivyonifundisha tarehe 2 mwezi wa 9 elfu mbili ishirini na mbili. Utoaji wa sadaka. Roho Mtakatifu anasema hivi: kuna kutoa kwa sababu unatoa, ila kuna roho ya utoaji pia hapo kuna vitu viwili tofauti. Unatoa kwa sababu unatoa na unatoa kwa kuwa unasukumwa rohoni kutoa. Urekebishaji wa utoaji sadaka. Sadaka zinazotolewa makanisani ni sadaka za kawaida, na kuna sadaka za vurugu. Sadaka za vurugu ni kufanya kwamba watu wajisikie vibaya Sadaka za vurugu usisadiki. Kuna sadaka za kawaida na sadaka za vurugu. Sadaka za vurugu ni nini? Ni watu kuambiwa, sasa, utatoa kitu fulani, wewe fulani, toa kitu fulani, wewe fulani, toa kitu fulani, wewe, wewe unaonekana ni mtu maarufu, toa kitu fulani. Hizi ni sadaka za vurugu, hizi ni sadaka za vurugu ambazo zimekuwa desturi katika nyumba ya Mungu. Unatoa sadaka, sadaka ya hiari, sio sadaka ya kupangiwa pangiwa. Unapanga sadaka hiyo sio kanisa, hiyo ni kitu kingine. Nikupe hayo, maana hayo ndio maadili ya kanisa. Narudia tena, Roho Mtakatifu anasema urekebishaji wa utoaji wa sadaka. Sadaka zinazotolewa makanisani ni sadaka za kawaida na kuna sadaka za vurugu. Sadaka za vurugu ni kufanya kwamba watu wajisikie vibaya. Sadaka za vurugu, usisadiki, manake usiamini kuna sadaka za kawaida na sadaka za vurugu. Sadaka za vurugu ni nini? Ni watu kuambiwa, sasa utatoa kitu fulani, wewe fulani, toa kitu fulani, wewe fulani, toa kitu fulani, wewe unaonekana ni mtu maarufu, toa kitu fulani. Hizi ni sadaka za vurugu, hizi ni sadaka za vurugu ambazo zimekuwa desturi katika nyumba ya Mungu unatoa sadaka, sadaka ya hiari, siyo sadaka ya kupangiwa pangiwa. Unapanga sadaka, hiyo sio kanisa, hiyo ni kitu kingine, ni kupe hayo. Maana hayo ndiyo maadili ya kanisa. Maadili ya kanisa ndio hayo. Usilazimishe watu kutoa sadaka. Unatoa sadaka kwa lazima, hilo sio kanisa. Nimeona pia wanasema, o oh, kuna watu wamekuja leo hapa. Naomba sadaka itolewe, sadaka ya shukrani. Hakuna sadaka ya shukrani. Futa kitu hicho cha namna hiyo. Waambie watu, jamani, kuna mtu amefika hapa. Eh, kama kuna mtu anataka kusaidia labda pengine kidogo, ili afanye hivi na hivi na kwa mahitaji ya kibinadamu, basi afanye hivyo. Neno sadaka ya shukurani halipo katika kuwasaidia au kuwawezesha watumishi watumishi. Sadaka ya shukurani sijui imetoka wapi? Kama unamshukuru Mungu, sawa, binafsi unamshukuru Mungu kwa sababu eh, unamshukuru Mungu kwamba amekufanyia jambo fulani, lakini si sadaka ya shukurani ya kupeleka watumishi. Hayo ni maelekezo ya Mungu, lakini kwamba hakuna sadaka ya namna hiyo. Ndivyo asema Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo haya siyo maneno yangu kuhusu utoaji, hayo ndio maelekezo ya Roho Mtakatifu kwa kanisa ambalo wanataka liwe, yani kanisa la matengenezo. Maanake Roho mwenye kanisa anaelekeza namna ya kuendesha kanisa, sio mwanadamu au sio tamaa zetu sisi wanadamu, Mungu